FIFA imemaliza uchunguzi kuhusiana na madai ya matusi ya kibaguzi ambayo yaliweza kuonekana yakiwa anasemwa na Antonio Rudiger na beki wa Pachuca, Gustavo Cabral wakati wa mechi dhidi ya Real Madrid. Ebana tukio hilo liliweza kutokea katika e, dakika za majeruhi kabisa na refa aliamua kutumia protokali za kuweza kupinga ubaguzi, lakini uchunguzi bado mpaka sasa hivi ushahidi haujaweza kupatikana wa sauti, lakini pia picha mjongeo ambazo zikiwa zinamuonesha e, bana mchezaji huyo akiwa anatukanwa. E, bana Cabral aliweza aliweza kukana kwamba tuhuma hizo. E, bana aliweza kusema kwamba aliweza kutumia matusi, lakini sio matusi ya kuweza kumbagua, e, bana kingozi, yani kwamba kumbagua, e, kusiana na rangi yake tu ambayo yuko nayo, lakini kwa mujibu wa kanuni za FIFA adhabu hii hapa ya ubaguzi inaweza kupelekea mchezaji kuweza kufungiwa mechi kumi, lakini pia fine ya euro milioni tano 5. Lakini kwa sasa kesi hii haijaweza kufungwa rasmi. Real Madrid e, pamoja na kocha Xabi shabi Alonso wamesimama pamoja na Rudiger wakiwa wanasimama katika msimamo wa e, sifuri e, kwa ubaguzi wa rangi. Je, FIFA itahitaji kuweza kuboresha nini katika kuchunguza katika tukio hili ambalo limeendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanasema kwamba kunaye ambaye amebaguliwa. E bana, drop comment yako kwenye hicho comment hapo, usiyeche kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.